Naitwa William Seme, ni afisa miradi kutoka Chama Kikuu cha Ushirika Iringa. Aa, sisi kama wana IFCU siku ya leo tumekuja kufanya aa, ni kama ni, ni mafunzo lakini yaliyoambatana na, na mdahalo ambao wanapewa elimu lakini pia na wenyewe washiriki wa wanaruhusiwa kutoa mawazo waliona au kuchangia ile mada iliyopo, lakini pia ukiangalia na mada ya leo moja kwa moja inahusiana ni Uh, ukatili wa kijinsia pamoja na stadi za maisha. Ukajiuliza kwa nini ukatili wa kijinsia pamoja na stadi za maisha? Hii yote inatokana na, na zile changamoto ambazo tumeweza kuzigundua. Mfano tu kipindi kama hichi ambacho ni kipindi cha masika ambacho ndo wakulima au hata wale wa, uh, wa, wanachama wa AMCOS wanaanza kujiandaa kuingia mashambani na kulima. Na ndo hapo sasa ndo changamoto nyingi zinapoanza kuonekanika kuanzia ngazi ya familia, waweze kushirikiana katika kufanya shughuli zote zinazohusiana na kilimo, hata shughuli zinazohusiana pale nyumbani. Kuna kutokea mgawanyiko, ndio hapo ukatili na unyanyasaji unapoanza kuonekanika, kwa sababu kuna baadhi ya shughuli utakuta analundikiwa ni, ni mlezi mmoja au ni mama tu katika nyumba, lakini unakuta baba katika majukumu yake yanakuwa sio Sio mengi. Kwa jina naitwa Ana Levi Mkute. Mimi ni mwanachama kutoka kichama cha Kidugala AMCOS, nimekuja leo kwa ajili ya mafunzo. Tunapenda tuwashukuru viongozi wetu kwa msaada wa kutupatia mafunzo. Tumejifunza mengi ambayo yanaweza yakatusaidia katika maisha yetu ambayo yale mengine tulikuwa hatuyaelewi hasa kwenye mambo ya kilimo bora, namna ya matumizi ya fedha, namna ya matumizi ya vyakula ambavyo tunavilima na hasa kwenye familia zetu. Sasa katika hayo tumepewa akili kwamba wazazi tunaweza kuwa tunalima pengine tukafungia chakula tusijue kwamba kile chakula kinatakiwa watoto wale, ili wawe na afya ya akili, wawe na makuzi na wao ya kufanya maamuzi katika maisha yao. Naitwa Nuhu Mateicho Tamasege inatokea Osolanga AMCOS. Tunashukuru kwa ajili ya hii semina na seminar, tumejifunza kupitia masomo haya na tuliko kwenye amcos yetu, tunaona inatusaidia kwa sababu inatufanya tunakuwa wamoja katika familia, baba mama na watoto. Inatuunganisha tu na mahusiano katika nyanja tunazozifanya katika shughuli za uzalishaji, hususan tunapofanya masuala ya kilimo, tunafanya tunalima pamoja, tunakusanya kwenye gara pamoja tunapofika kwenye matumizi tunafanya maamuzi ya pamoja na hatimaye tunaweza kutunza akiba katika kipato tunachokipata ili uweze kukidhi mahitaji mbalimbali yanayokabili familia kwa ujumla. Naitwa Saida Mgeni, afisa maendeleo ya jamii toka ofisi ya mkuu wa mkoa Iringa. Leo tulikuwa na mada ya stadi za maisha kwa wakulima kutoka kwenye Amcos za mkoa wa Iringa. Lengo kuu ilikuwa ni kuwajengea stadi ili waweze kukabiliana na changamoto ambazo wanazipata kwenye kilimo. Tuna stadi ya kijamii ukilinganisha na elimu aliyoipata ya kilimo biashara, tumeona ni jinsi gani wanavyoweza kuathiri ustawi wa jamii, hususani wanapojielekeza zaidi kwenye kilimo, kilimo biashara, kwani imeonekana kwamba asilimia tisini ya wale wanaozalisha kilimo biashara wamekuwa wakielekeza mazao yote kwenye kuuza na kusahau mahitaji ya familia. Hivyo kupitia stadi ya jamii na ustawi na afya zao wa, wakulima wameweza ku, kuona manufaa ya kujua umuhimu wa stadi ya afya ukilinganisha na uzalishaji wa kibiashara. Hivyo wameahidi kwamba watakuwa wanatunza chakula pia kwa ajili ya familia huku wakielekeza chakula kingine kwenye kuuza ili waweze kuongeza kipato.